Katika jiji kuu la Ukraine, Kyiv, waokoaji wamekuwa wakisaka manusura manusula kwenye vifusi vya jengo la makazi lililoharibiwa vibaya usiku kucha kufuatia shambulio la makombora na droni lililotekelezwa na Russia, wamesema maafisa. BBC imeripoti kuwa kwa mujibu wa meya wa Kyiv, Vitali Klitschko amesema kuwa, watu wasiopungua tisa wamefariki dunia na zaidi ya watu sitini kujeruhiwa, wakiwemo watoto. Katika taarifa yake ameongeza kuwa nukuu, vipande vya drone vilivyoanguka vimesababisha mlipuko wa moto katika maeneo mbalimbali na kuna hofu kuwa bado kuna watu wamekwama chini ya kifusi. Milipuko hiyo imeripotiwa katika jiji la Kharkiv kaskazini mwa Ukraine ambalo pia limeshambuliwa. Meya wa mji huo amesema kuwa watu wawili wamejeruhiwa. Hili limetokea saa chache baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kumtuhumu Rais wa Ukraini Volodimir Zelenski kwa kuvuruga juhudi za amani baada ya Zelenski kusema kuwa Ukraini haitatambua udhibiti wa Russia juu ya Krimea. Ukraini imesisitiza mara kwa mara kuwa haitakubali kamwe kuachia Krimea, rasi ya kusini ambayo Russia imeitaka kinyume cha sheria mwaka elfu mbili na kumi na nne. Rais wa Russia Vladimir Putin ameanzisha uvamizi wa moja kwa moja wa Ukraini mwaka 2022 na, na sasa Moscow inadhibiti karibu asilimia ishirini ya ardhi ya Ukraine. Maafisa wa Ukraini wamesema kuwa nukuu, huduma ya dharura ya kimataifa ya Ukraine DSNS na wizara ya mambo ya ndani imethibitisha kuwa watu tisa wamefariki mjini Kiev. Krichok amethibitisha kuwa watoto sita na mwanamke mjamzito ni miongoni wa waliojeruhiwa. Ametaja kuwa moto umezuka katika maeneo sita huku kukiwa na watu waliokoma chini ya kifusi. Wizara ya mambo ya ndani Ihol Krimenko amesema kuwa simu zinapigwa kutoka ndani ya vifusi ikimaanisha kuwa baadhi ya waliokoma bado wako hai. Watoto wawili wametangazwa kupotea. Timu za uokoaji zenye mbwa maalum na kunusa zimeshuhudiwa zikisaka manusura. Eneo lililoathirika zaidi ni wilaya ya Vyantoshki magharibi mwa Kiev. Video imesambaa mitandaoni zinazoonyesha makombora yakipiga mji wa Kyiv na kusababisha milipuko mikubwa. Kakivu, mji ulio kilomita 40 kutoka mpaka wa Russia, umeripotiwa kujeruhi watu wawili na uharibifu wa nyumba za watu binafsi. Jeshi la anga la Ukraine limeonya kuwa nukuu, karibu maeneo yote ya nchi yako kwenye tishio la kushambuliwa kwa makombora na droni jeshi la Russia halijatoa taarifa kuhusu mashambulizi haya, lakini limesema drone 87 za Ukraine ziliharibiwa na kukamata usiku kucha katika maeneo mbalimbali ya Russia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.